Tarehe 8 Disemba 2025, Syria iliadhimisha mwaka mmoja tangu kuanguka kwa, kwa utawala wa Bashar al-Assad. Tukio lilomaliza miaka 54 ya utawala wa familia ya Assad. Hafiz al-Assad aliyeongoza Syria Syria kuanzia mwaka 1971 hadi kifo chake mwaka 2000. Kisha mtoto wake Bashar al-Assad akaendeleza utawala huo kwa miaka 24 hadi kuangusha kwa kwake Disemba 2024. Utawala wa Assad ulikubikwa na tuhuma kubwa za mauaji ya halaiki pamoja na ukandamizaji wa haki za binadamu. Baada ya mapigano makali na hatimaye kuondolewa madarakani, Ahmed al-Sharaa, aliyekuwa kiongozi mkuu wa kikundi cha wapinzani kilichomiliki silaha, Hayat Tahrir al-Sham, akachukua uongozi wa Syria. Hapo awali, Marekani na mataifa mengine ya Magharibi walimtambua kama gaidi. Kuinuka kwake kuwa rais wa mpito wa Januari 2025 kumeibua mshangao mkubwa katika kanda na duniani kote tangu kuchukua madaraka Ashara amefanya mageuzi makubwa ikiwemo pamoja na kusimamisha katiba ya zamani, kulivunja bunge la Asad na kuanzisha mchakato wa kuunganisha makundi ya wa wapinzani na vikosi vya serikali kuwa jeshi la taifa lililo huru. Serikali yake pia imefungua tena njia za diplomasia na majirani pamoja na wawakilishi wa kimataifa na kufanya nchi kadhaa kufungua upya balozi zake mjini Damascus. Katika hatua ya kihistoria, Marekani imeondoa vikwazo dhidi ya Siria na pia kumwondoa Ashar katika orodha ya wahalifu wa kigaidi, ikifungua milango kwa misaada, biashara na uwekezaji. Hata hivyo, serikali ya Sharaa inakabiliwa na changamoto kubwa. Usalama bado ni hatarishi, huku ukosefu wa amani ukikosekana kusini mwa Syria kutokana na mashambulizi ya anga ya Israeli dhidi ya maeneo muhimu. Mzozo wa mpaka na Israeli pamoja na kubaki kwa baadhi ya makundi ya silaha waliokuwa nayo wafuasi wa Assad unafanya jitihada za kusawazisha hali kuwa ngumu. Aidha, ujenzi wa uchumi ujumuishaji wa kijamii na kurekebisha imani katika taasisi za taifa bado inabaki kuwa kazi kubwa. Licha ya changamoto hizi, uongozi wa Sharaa unaashiria mapinduzi makubwa baada ya enzi ya Assad. Kwa wasiria wengi, rais huyu ni ishara ya mwanzo wa ujenzi wa taifa, mageuzi kisi ya kisiasa, na sura mpya katika historia ya nchi yao. Mpaka sasa, wasiria takriban milioni mbili waliokuwa wakiishi kama wakimbizi katika mataifa mbalimbali wamerudi nyumbani.